Safari ya mamlaka ya mapato Tanzania TRA siyo tu kukusanya kodi, bali ni kuwafikia walipokodi wake, kuwasikiliza na kuwawezesha, ili biashara zao zikue bila vikwazo vya kikodi. Tarehe 15 Disemba 2025 TRA mkoa wa Dodoma ilifika wilaya Bahi ya Bahi kumtembelea mjasiriamali kijana Idrisa Aclay Chisigwa. Ziara hii ililenga kusikiliza changamoto zake za kikodi na kutoa ufumbuzi wa moja kwa moja kwa vitendo. Kupitia ziara hii, maafisa wa TRA walitembelea biashara zake zilizopo Bahi na Manyoni, wakajionea shughuli zake za kila siku na kufanya mazungumzo ya wazi yaliyojikita katika elimu ya kodi na uelewa kwa wajibu wa mlipa kodi. Kwa majina anaitwa Idrisa Aclay Chisigwa na jishughulisha na biashara ya furniture, yani thamani za ndani o so, nilikuwa na changamoto ya kutokujua masuala ya TRA na mapato mapato ya TRA na mapato ya halmashauri. Elimu iliyotolewa ilimwezesha kupata uelewa sahihi wa mfumo wa kodi na namna bora ya kutimiza wajibu wake kwa mujibu wa sheria, jambo lililoondoa sintofahamu na kujenga imani mpya kati ya TRA na Idrisa. Kwa upande wake, Idrisa alishukuru kwa kufikiwa na TRA, akielezewa kuwa elimu ya kodi ni muhimu kwa vijana wengi wanaojihusisha na biashara. So nimetembelewa hapa na viongozi kutoka TRA, wamefika wamenipa elimu, na nashukuru kwa elimu aliyoitoa na kunielekeza, na nadhani mimi nilikuwa nimeshindwa kujua hicho kitu cha u, u, mapato ya halmashauri na mapato ya TRA serikalini kwa ujumla. Kwa hiyo wamenitembelea, wamenipa elimu na nashukuru, nimeelewa na, na tulipokuwa tumekosea nadhani naenda kurekebisha, so lakini pia nitoe wito kwa vijana wenzangu, vijana wote ambao tunajishughulisha na biashara, tunapaswa kulichangia taifa letu ili liweze kukua kiujumla. Vijana tujisajili, tufike TRA kwenye ofisi za TRA, tuweze kupata elimu, tukadiliwe hesabu zetu, ili tuone tunawezaje kulichangia taifa. Ameahidi kuwa balozi mzuri wa masuala ya kodi akiwahamasisha vijana wengine kujisajili biashara zao na kulipa kodi kwa wakati ili pamoja tusongeshe gurudumu la maendeleo nchini Tanzania. TRA inaendelea kuwa karibu na walipa kodi wake kuwasikiliza na kuwawezesha, na pamoja tunajenga uchumi wa taifa letu. TRA, pamoja tunajenga taifa letu.